sisi kama benki kuu tunaendelea kutoa taarifa kwa umma yani public notes, kuhusu kuanzishwa kwa utaratibu wa usami, usimamizi binafsi kwa taasisi za, za huduma ndogo za fedha daraja la pili kwa maana ya, ya tier 2 hivyo naomba kutumia fursa hii kusisitiza kuwa taasisi zote za huduma ndogo za fedha daraja la pili zinatakiwa au zinalazimika kujiunga na taasisi au chama kimojawapo kati ya TAMFI au TAMIU ndani ya kipindi cha miezi sita, na zoezi hili linatakiwa kutekelezwa kuanzia leo tarehe 1 Julai 2025 hadi mwishoni mwa Desemba uh, 2025, kuto kwa kutokuwa na kipindi cha miezi sita ambapo taasisi zote za microfinance institutions za daraja la pili zitatakiwa zijisajili chini ya mwavuli wa either TAMFI au TAMIU, na baada ya hapo taasisi ambayo itakuwa haijajisajili kufikia Desemba manake pia tutainyang'anya leseni. Lengo la kuwataka wajisajili ni kwamba kwenye masharti tuliyokubaliana patakuwepo utaratibu wa kufanya vikao vya pamoja kujadili changamoto, kujadili mafanikio, kuweka mikakati ya kutatua changamoto hizo na kujipanga namna ya kutoa huduma za microfinance kwa wadau au kwa walaji vizuri zaidi. Kwa hiyo mtu atakayekuwa nje ya hizi association maana yake yeye atakuwa hapati fursa ya kushirikiana au kutoa mawazo au hata kupata uh, namna ya kutatua changamoto za jamii. Hivyo huyo tutaona kama vile yeye hataki tumalize tatizo la malalamiko kwa wananchi, ndo maana, kwa sababu miongoni mwa masharti ni pamoja na kutoa huduma bora walaji tutaona kwamba hicho kitakuwa ni kiashiria cha kukiuka uh, masharti ya leseni, kwa sababu ni kosa kisheria kufanya biashara ya utoaji wa mikopo bila kuwa na leseni. Kwa ni nitumie nafasi hii kutoa rai kwa watu wote wanaofanya biashara bila kuwa na leseni kwamba ni kosa kisheria kufanya biashara ya kukopesha fedha bila kuwa na leseni inayotolewa na benki kuu, kwa maana ya uh, microfinance institutions za daraja la pili, lakini kwa wale wa daraja la tatu lazima apate leseni uh, wale sasa watapata kuwa ni jumuiya ambayo wamejiunga, sababu inakuwa ni ni chama cha ushirika e, nao wanatakiwa wawe na leseni ya tume ya maendeleo ya ushirika, lakini hata wale wa vikoba e, ilikuwa maarufu vya kina mama lakini siku hizi me, nimeambiwa hata vya akina baba e, nao ni kosa, sababu vile vikoba vile tunazita ni, ni, ni village community banks. Zinatakiwa ziwe na leseni. Ile leseni tumeika simu kwa TAMISEMI na tumewatengenezea mfumo rahisi wa kidijitali. Kwa hiyo kuna mfumo wa kompyuta ambao pia wametengeneza app ambao unaweza ukaidownload kwenye simu ukajiunga, ukasajili watu wako pata uh, kaendesha biashara kihalali na pia nitumie nafasi hii kutoa rai kwa Watanzania wote kutoenda kupata huduma za kifedha kwa mtu ambaye hajasajiliwa. Kufanya hivyo ni kosa kisheria, na wewe unajiweka kwenye mazingira ambayo ni hatari e, japokuwa tunaweza tukafanya consideration ya kukulinda pale unapopata changamoto lakini tunakulinda nje ya sheria. Hivyo tunaomba Mtanzania mta, um, yeyote au mtu yeyote anapotaka kupata huduma apate huduma kutoka kwenye taasisi zilizosajiliwa.